Kwa herufi kubwa. Kwa hivyo ifahamike kwamba nomino hizi ni sharti ziweze kuanza kwa herufi kubwa. Aina ya pili: kando na nomino za pekee, aina ya pili ya nomino ni nomino za vitenzi jina. Nomino za vitenzi jina ni nomino ambazo asili yao ni vitenzi. Nikisema kwamba ni nomino ambazo asili yao ni vitenzi, ni kwa sababu vinachukua tu sifa ni vitenzi, naam, lakini vinachukua tu sifa ya kuwa nomino kutegemea jinsi ambavyo, moja, nomino hizi zimetumika katika sentensi, na pili, huwa zinaambisha kiambishi kuu mwanzoni. Kwa mfano sema kwamba kunadi bidhaa kulivutia sana. Kunadi ile neno kunadi, kucheza. Endapo maneno, maneno kama hayo, kunadi, kuimba, kucheza, kuruka, endapo zimetumika mwanzoni mwa sentensi, msikilizaji, fahamu kwamba nomino hizo ni nomino za vitenzi jina. Kwa hivyo nimesema asili yao ni vitenzi na itakuwa tu nomino kutegemea jinsi nomino hizi zimetumika katika sentensi, na jambo la pili, itategemea jinsi ambavyo nomino hizi pia zimeweza kufanya nini? Kuambisha kiambishi kuu mwanzoni mwao. Kuambisha ni kuongeza kiambishi kuu mwanzoni mwao. Kuna nomino za dhahania. Nomino za dhahania nazo ni nomino ambazo zinataja vitu visivyoweza kushikika, ama vitu ambavyo haviwezi kuonekana, ama vitu ambavyo haviwezi kunusika, ni nayowezi ukanusa, ama vitu ambavyo hata haviwezi kufanya nini? A kuonjeka kwa hivyo huwezi ukaonja, huwezi uka- ukaona, huwezi hata ukasikia na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo nomino hizi tunaita nomino za dhahania, na tunasema dhahania kwa sababu nomino hizi zinatokana na dhana tu. Sijui kama tunaelewana, zinatokana na dhana. Nomino hizi ni nomino kama vile, mifano tu ni kama vile ulafi ubinafsi, uroho, usingizi, upole, uwerevu, ugonjwa, neema, huruma, uzalendo na kadhalika. Kwa hivyo nomino hizi tunaita nomino za krai nomino za dhania ya kwa kwamba zinatokana na dhana. Aina ya nne ya nomino tunaziita nomino za pekee ama nomino za uh, kondazi, uh, nadhani nimejirudia kuna no, nomino za wingi. Nomino za wingi nazo ni nomino ambazo zinapatikana katika hali ya wingi tu, havina umoja, havina umoja. Na nomino hizi za wingi huwa sifa yao ya kwanza ni kwamba, kwanza nimesema nomino za wingi zinapatikana tu katika hali ya wingi. Jambo la pili, nomino za wingi nazo ni nomino ambazo huwa haviwezi vikahesabika, haviwezi vikahesabika. Kwa hivyo ni nomino za wingi. Nitawapa mifano. Kwa mfano, unapozungumzia manukato, mate mafuta, maji, marashi, mawaidha na kadhalika. Nomino hizi huitwa nomino za wingi. Kwa sababu gani? Nimetoa sifa mojawapo, nimesema nomino hizi zinapatikana tu katika wingi, na jambo la pili, nomino hizi huwa haziwezi zikahesabika. <coughs> aina ya tano ya nomino kuna nomino za jamii ama nomino za makundi. Huitwa nomino za jamii ama pia huitwa nomino za makundi. Nomino za jamii ama nomino za makundi, tuweze kuelewa kwamba nomino hizi ni nomino ambazo zinapatikana katika makundi. Kwa mfano ukizungumzia ufefe wa mahindi, kwa mfano mahindi, unaweza ukasema ufefe wa mahindi. Kama ni ndizi, unaweza ukasema chane ya ndizi ama mkungu wa ndizi. Vile vile, kwa watu unaweza ukasema lufufu ya watu, sisisi ya watu, kaumu ya watu umayamaya wa watu, umati wa watu. Tunaweza tukasema pia kwamba uh, baraza baraza la wazee. Tunaweza tukasema wingu la nzige. Tunaweza tukasema safu ya milima. Tunaweza tukasema kipeto cha barua. Tunaweza tukasema pia kikoa cha waimbaji. Tunaweza tukasema kidani cha almasi ama kidani cha dhahabu. Tunaweza tukasema pia kipini cha dhahabu. Tunasema shungi la nywele. Tunasema dhurea ya nyota, dhurea ya nyota. Tunasema kikataa cha shamba tunasema kamati ya uchaguzi na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo nomino hizo ni nomino ambazo tunaziita nomino za makundi ama nomino za jamii. Mwisho kuna nomino za kawaida. Nomino za kawaida kama vile neno tu inataja watu au vitu ya kawaida vitu ambavyo vinaonekana kwa umbile tofauti tofauti, unaposema una, na, na mara nyingi utapata kwamba nomino hizi ukitaja moja inaibua swali. Kwa mfano, niitie mwalimu, lazima nibainishe mwalimu yupi? Niletee dawati, dawati vipi? <coughs> Ah, nipe soda lazima nitasema ni soda ipi. Kwa hivyo hizo ni nomino za makundi. Kwa hivyo, mpenzi msikilizaji, nimefurahi sana kuwa nawe uh, azu uh, alasiria leo kundavi. Naomba maulana aendelee kuwa nawe mali ulipo na tuweze kutangamana kwenye kipindi hiki uketo wa Kiswahili. Lakini naomba kwamba uweze kuponyeza kidude hicho ili tuweze kutangamana mara kwa mara. Kwa hivyo, pale kwa subscribe, naomba ukaponyeze kile kidude alafu tuweze kutangamana kwenye kipindi hiki kipindi Uketo wa Kiswahili. Kumbuka kwamba umuhimu ama madhumuni ya kipindi hiki ni kufunzana tu kuelezana tu. Waswahili wanasema ukiujua huu na huu hujui. Na kutakia mchana mwanana, usiku mwanana baadaye hadi utakapokutana kwenye kipindi cha pili ambacho huenda ikawa ni kesho, ambapo tutaweza kuangazia aina ya pili ya maneno, ambapo tutaweza kuangalia vivumishi. Kumbuka kwamba kipindi hiki kinalenga wanafunzi katika shule ya upili shule za ya, shule za sekondari na hata wakereketwa umma kwa jumla, ambao ni wapenzi wa lugha ya Kiswahili wangetaka kufahamu, kuwa na maarifa mengi kuhusiana na Kiswahili. Asanteni sana, naitwa Ustadh Kakamnai, kipindi Uketo wa Kiswahili.